Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Mwanza tuna miradi inayoendelea ya TACTIC ya barabara, masoko na stendi yenye jumla ya shilingi bilioni sitini na saba. Miradi hii ni pamoja na barabara ya kilomita kumi na nne ya Nyamagana yenye kiasi cha shilingi bilioni ishirini na mbili tuna barabara ya kilomita kumi na mbili ilemela yenye kiasi cha shilingi bilioni ishirini na nne lakini pia tuna soko la samaki mkuyuni nyamagana lenye kiasi cha shilingi bilioni saba na soko la mazao mchanganyiko la ilemela lenye kiasi cha shilingi bilioni kumi na nne hizi barabara mheshimiwa waziri mkuu vinakamilika na tuko kwenye status ya kuweka taa za barabarani. Kwa hiyo tutakuomba, wakati mwingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikikupendeza, uje utuzindulie barabara hizi zilizoko kwenye Manespa na jiji hivi vilivyoko viwili hapa uh, Mwanza. Mwanza hoye. Oh, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi TAMISEMI tumepokea maelekezo yote uliyoyatoa kwenye miradi miwili uliyoitembelea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jambo lingine niliambiwa na niliombwa nitembelee Sengerema, nimwhakikishie kaka yangu tabasamu kwamba baada ya bunge tarehe sita mwezi wa pili nitaongozana naye kwenda Sengerema ili tukajionee yale yaliyoko kule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kuongea mbele ya umati huu. Asante sana.